matukio ya Rais Bonnie Musambi amesema kuwa sherehe za Mashujaa day dei ziko kama ilivyokuwa imeratibiwa kufanyika katika uwanja wa Ithookwe, akiongeza kuwa kama kamati andalizi wamefanya mikakati ili kufanya siku hiyo ya kufaa na pia kumwenzi Raila Odinga. Aidha amewarai wakazi wa Kitui kujitokeza kwa wingi kumlaki Rais Ruto, akisema mipango yote imefanikishwa. Kwanza kabisa, natuma risala zangu za rambirambi kwa familia ndugu jamaa na marafiki wa mwenda zake aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga. Raila ni baba wa demokrasia hapa nchini Kenya. Raila ni kiongozi ambaye wengi wetu tumemtazamia, wengi wetu tumejua siasa kwa sababu ya kumtazamia Raila. Wengi wetu tunaweza kuzungumza kwa ujasiri leo na ni vijana kwa sababu ya Raila. Amepigania nchi hii, mfumo wa vyama vingi vya vya kisiasa, amepigania vitu vingi, haki za binadamu. Raila kwa kweli ni mkombozi wa nchi hii nimpongeze sana Rais William Ruto kwa heshima aliyomwonyesha uh, mwenda zake Raila ya kufutilia mbali ziara yake ya Ukambani, lakini niseme kwamba eh, sherehe za Mashujaa Day ambazo zinafaa kufanyika hapa Kitui Central, Ithookwe Stadium siku ya Jumatatu hazijafutiliwa mbali. Bado Mashujaa Day ipo. Kwa hivyo, tafadhali, mahali popote ulipo wewe kama ni wa Kitui Central, wa Kitui County, Mkamba hata kama unatoka wapi, tafadhali tujitokeze kwa wingi kabisa ili tuweze kumkaribisha Rais William Ruto na Wakenya wote kwa jumla katika sherehe ambazo zitafanyika hapa Ithookwe. Ya kwamba katika sherehe hizo kwa sababu nimetoka riaso sasa hivi, mazoezi tushafanya mazoezi na KDF, tushafanya mazoezi ya entertainment, tushafanya mazoezi ya maombezi na vile shughuli itaenda, sherehe hizo pia zitashuhudia Uh, eh, mambo mbalimbali mbali ya kumuenzi Raila. Kwa hivyo tume incorporate eh, sherehe kidogo kidogo ambazo ni za kumsifu Raila, kumkumbuka Raila. Kwa hivyo itakuwa tu si Mashujaa Dei pekee bali pia tutamuenzi shujaa Raila in a very special way on Monday.